yo what's up, what's up, people this is Fly High Kenya or you can call me William Njuguna the national and you know the vibe the vibe is all about supporting our upcoming artists i'm talking about the djs wana mziki wana biashara you name it cause we got you covered uh, breaking news uh, Juja MP George Koimburi, apatikana hai atupwa kwenye shamba la kahawa Kiambu. Leo ni siku ya mshangao na huzuni kwa taifa la Kenya baada ya mbunge wa Juja, Mheshimiwa George Koimburi kupatikana akiwa ameju, amejeruhiwa na kupoteza fahamu katika shamba la kahawa, eneo la Kibichoi, kaunti ya Kiambu kwa mujibu wa familia yake alitekwa nyara siku ya Jumapili akiwa nje ya kanisa katika eneo la Mugutha wanaume wawili waliodai kuwa waumini. Kwa sasa Mheshimiwa Koimburi anapokea matibabu katika hospitali ya Karen, huku taarifa ziki gongana kati ya maelezo ya familia na matamshi ya polisi ambao wanadai alijificha ili kukwepa kukamatwa kwa tuhuma za matumizi mbaya ya fedha za maendeleo ya eneo bunge ambayo inafahamika kama CDF na udanganyifu wa ardhi. Wanasiasa wa upande wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wamelaani tokeo hili, wakilitaja kama jaribio la kutisha la kuwanyamazisha viongozi wanaoikosoa serikali. Gachagua amedai kuwa Koimburi alipigwa na kulazimishwa kuvuta kemikali hatari, jambo lililosababisha majiraha ya, majiraha ya tishu na kupoteza sauti kwa muda. Kisa hiki kinaibua maswali mengi kuhusu hali ya usalama, haki za binadamu na uhuru wa kisiasa nchini Kenya. Tuna, tuna kushirikisha habari tunashirikisha habari hizi kwa undani huku tukifuatilia matokeo zaidi <tukatua>